Sisemi yeye ah, Ambokile hii -ah. Lugha anatoa kwa binadamu wote ambao wana uwezo mdogo, ikiwa kama yeye anayifanaana... na wote atakayesema kitu kiko nyuma na maarifa yake, huyo ni mwendazimu apasi kusikilizwa. Ambokile baada ya kupewa futari ndo zilianza kumchanganya. Hata kama futari uweze kujistiri kwenye futari, ukweli utajua hata kumstiri mtu. Kadhiyo ni kiumbe apasi kusikilizwa brother. ni mtu ambaye maarifa ana Ah, kwanza Mwenyezi Mungu ampe uhai mrefu. Ujue kufanya kazi kama Ahmed hata mimi siwezi. Cha kwanza ana hasira. Yaani katika jambo kubwa ana hasira. E, kuna kipindi mimi niliwahi kuona mtu mmoja ameka clip fulani hivi, ilikuwa ni clip ya uchokozi. Inamhusu Ahmed. Anasema hivi ndo wana Simba wanavomsikia Ahmed. Akaeka maneno mabebe. Yaani kama mtu anaongea eleweki. Ahmed akawa mtu wa kwanza kuposti ile. Umeelewa sivyo? Akusema nimekashifiwa. Yaani alichukua kama sehemu ya utani. Ahmed ndo mtu pekee anaweza kucontrol utani, sababu hajawahi kukaa lockup, ila kuna kitoto juzi juzi tu kile kwa lockup na mkuu wa wilaya <laughs> Yani, unaposema Ahmed muombee dua, Mungu amuweke muda mrefu kwa sababu ana vision. Mimi namuogopa Ahmed, mimi nasema, lakini nikifikia kwa Ahmed, ninatakiwa nifanyeje? Ni down kwa sababu jamaa ana akili nyingi, anaweza kujibu kwa muda gani, ameulizwa na nani. Ahmed ana chuki. Kuna watu wakipigiwa tu simu na vituo wanaanza kuonyesha vidole, umenielewa sijui we fulani yani, sasa hivi clown ikimpigia simu eh, alikamwe mnamwita, alikamwe mnamuita ataanza kushutumu watu Ahmed. Anapigiwa na wasafi ambao ni tawi la Yanga Tanzania ya nzima, anajulikana na anazungumza nao, hata shida hana. Kwa Mwenyezi Mungu amjalie Ahmed, na ameoa bado hawajaachana na mkewe hadi leo eh, maana mambo yanaenda fresh. Basi na Mungu awawekee na ampe watoto wenye akili za Simba Simba, sasa Mungu alivyoumba mji ukiwa mjinga mwenyewe duniani unachagua Yanga alikuzaliwa mjinga tu, amna club nyingine unachagua wewe kwenda Yanga hata kama umesoma kiasi gani? Nazungumza uelewa wangu, jamani, sigusi mtu atakayeumia hali yake, hicho ndo ninachokifahamu mimi kwa, kwa mediari. Mungu amjalie sana, ni msemaji atotokea katika nchi hii. Jamaa sijui, maskini ya Mungu, kwenye maisha yake hajawahi kuona hela iloanzia milioni mbili tatu, sijajua tabu ilianza katika iftari. Sasa mimi nawakumbusha wana Simba, kuna mtu anaitwa Ambokile kwanza sio mchambuzi, watu wakae wakijua kuna watu wanadhani Ambokile ni mchambuzi. Ambokile sio mchambuzi. Ambokile ni mwandishi wa habari, ila kwa sababu ya tamaa na njaa siku hizi amesimama kama mchambuzi katika swala la kiuchambuzi, ana anachokijua ametoa siku kwa viongozi wa Simba. Ni siku ngapi hizo eh? Sasa mimi nitoe siku kumi katika tatu. Anawataka viongozi wa Simba watoe pongezi eh? wampongeze nani Engineer ila hajawahi kutuambia mwenyekiti wa vilabu aliwapongeza lini Simba waliocheza fainali katika ardhi yake, si ndio? Atupe masaa. Sasa kabla ya haya, nisikilize vizuri, Abdallah atoe masaa kumwambia Injinia wapongeze Simba waliokuja kucheza fainali kwenye ardhi ya Zanzibar, ambayo we mwenyekiti wa vilabu, ni nchi yako, nchi Tanzania, si nchi moja? Yeye si anatoka hapa, atuambie kuna masaa mangapi, akatoe sasa shida Abdallah katika dunia hii, ili jambo tusiache kulisema Mwanadamu yote anayefanya kitu kwa kusikia, atumii maarifa yake huwa anakuwa mwenda azimu. Sasa hii watu wengi ndio wachukue, kuna muda wa dharau wa mwenda azimu. Mwanadamu yoyote anayefanya jambo ikawa sio akili yake, yani Abdalla anakuchukua na kumoniti nakwambia kumwambia kamtukane yule. Hichi unachokwenda kukifanya ni mwenda azimu. Sasa sisemi yeye Ambokile. Ah ah. Hii lugha anatoa kwa binadamu wote ambao wana uwezo mdogo ikiwa kama yeye anayefanana naye wote atakayesema kitu kiko nyuma na maarifa yake, huyo ni mwendazimu, hapaswi kusikilizwa. Ambokile baada ya kupewa futari, futari, ya kupewa ftari ndo zilianza kumchanganya. Hii eleweke kwa wana Simba. Sasa ni mtu mmoja maskini njaa. We, Abdallah wewe mtu wapuani, yani futari, wa pwani, yani iftari inakufanya unaoweseka. Vipi ukipewa gari wewe unaweza hata kuja kutuvunjia jengo letu? Kwa juu ya Ambokile ni mjinga tu mmoja. Na siku sina maana ya tusi. Ana uelewa mdogo. Atu, na sisi tunamuuliza swali sasa kama yeye alivotaka. Alitoa masaa mangapi kumpa injinia wapongeze Simba baada ya kucheza fainali kwenye ardhi yake, masaa tunataka tusikie akitujibu basi nasi tutakuja, ila jengine agundue. Simba Simba tuliwahi kuteuliwa katika mamlaka nyingi, na rais wetu wa TFF pia amewahi kuteuliwa kwenye mamlaka nyingi. Sijajua Ambokile alilazimisha watu wangapi katika hawa, kwa sababu Ambokile yupo hapa muda wote. Wakati babla anateuliwa kupewa nafasi kubwa huko, sijui alitoa masaa mangapi? Nataka masaa hapa. Nani Karia alipewa mam... nafasi kubwa tu TFF? Nani kafwe na FIFA pia alitoa masaa mangapi kumwambia injinia ampongeze? Oye bana, mjinga nyi mjinga. Abdalla siku nyingine bana, ili jambo hebu niletee mapema. Haki ya Mungu, yani naona mpaka tabu, ni kinyaa kuzungumza. Jamaa ana maarifa madogo na ana njaa zakana, mi ananizidi uchumi ilo, lakini si, anaonekana ana njaa. Na kawaida mtu mwenye akili anastiri njaa yake, hiyo ndio kanuni ya mtu mwenye akili. Abdallah nisimamie hapo, ili mchambuzi uwe maarufu lazima uzungumzie klabu namba tano kwa ubora barani Afrika. Nimetoka kukupa mfano mwanzo, utanielewa. Mi ni Mswahili yani, unazungumzia Yanga unakuwaja maarufu? Wamefanya nini? Ngoja nikupe data moja, pengine ulikuwa hujawai kuiweka hii, afu kaifanyie kazi. Yanga ni bora, miaka minne amekuwa bingwa, anaambiwa hivyo, si ndio? Amecheza fainali moja ya shirikisho, amecheza na robo fainali moja. Simba miaka minne hajafanya jambo lolote, kaicheza fainali moja e yeah, ya, yeah, ya, yeah, shirikisho na robo fainali ngapi? Kipindi chote chote unachokiona, kipindi chote unachokiona hicho ambacho wao wanaitwa bora huko kwenye mashindano ya kimataifa Simba amefanya vizuri kuliko Yanga. Umenielewa, data niliyotoa mantiki yake ni nini? Una, unaanzaje yaani, unawazungumzia Yanga kuwa bingwa mara ngapi kwenye ligi, hakuna story. Bingwa hata Simba hata aki, akiwa bingwa leo hakuna story. Akiwa akiwa bingwa Njombe Mji kutakuwa na story, akiwa Coastal tutakumbuka, kutoka miaka hiyo, ndio eh Ukichukua federation ya nchi unapata wapi story? Yani, kuna story ya kuchukua federation ya nchi, story inakwenda kwenye mashindano ya kimataifa, huwezi kuwapata e, betway kama unachukua ligi ya ndani uwezi hata siku moja. Kwa hiyo ili mchambuzi alau upate viewers, ni lazima uzungumzie klabu namba tano kwa ubora barani Afrika, unajadiliwa humo, unaweza kupata viewers. Kama ninachosema una, unafikiri ni uongo, anza kufuatilia yanga saizi, hawana ya mwalimu ndio Mi najua hawana, yaani huyu hawana, na huyu ukimwona yupo anadai dai chake, wanakawaida hakuto kulipa sasa. Huyu anaweza akakomaa asiondoke, kwa sababu hawajamlipa Yanga. Hawana mwalimu, unaona nani anazungumza. Lakini Fadru alipogoma tu kusubiri vifaa vya mazoezi South Africa, radio zote zilifanyaje? Lazima uripoti. Ripoti za Simba ndo club pekee unaweza ukaizungumzia kwa Tanzania, hamna uchafu mwingine. Ni ufahamu wangu huo. Uh, kwanza Mwenyezi Mungu ampe uhai mrefu. Ujue kufanya kazi kama Ahmed hata mimi siwezi. Cha kwanza ana hasira. Yaani katika jambo kubwa ana hasira. E, kuna kipindi mimi niliwahi kuona mtu mmoja ameka clip fulani hivi. Ilikuwa ni clip ya uchokozi inamhusu Ahmed. Anasema hivi ndo wana Simba wanavomsikia Ahmed. Akae kama neno yaani kama mtu anaongea eleweki. Ahmed akawa mtu wa kwanza kuposti ile. Umeelewa sio? Akusema nimekashifiwa. Yaani alichukua kama sehemu ya utani. Ahmed ndo mtu pekee anaweza kucontrol utani sababu hajawahi kukaa lockup, ila kuna kitoto juzi juzi tu kile kwa lockup na mkuu wa wilaya. Yani unaposema Ahmed, muombe dua Mungu amweke muda mrefu kwa sababu ana vision. Mimi namuogopa Ahmed. Mimi nasema lakini nikifikia kwa Ahmed ninatakiwa nifanyeje? Ni down kwa sababu jamaa ana akili nyingi. Anaweza kujibu kwa muda gani? Ameulizwa na nani? Ahmed ana chuki. Kuna watu wakipigiwa tu simu na vituo wanaanza kuonyesha vidole. Umenielewa? Sijui we flani, yani, sasa hivi clown kimpigia simu eh, alikamwe alikamwe mnamuita, ataanza kushutumu watu wa media. Anapigiwa na wasafi ambao ni tawi la Yanga, Tanzania nzima anajulikana na anazungumza nao, hata shida hana. Kwa Mwenyezi Mungu, amjalia Ahmed, na ameoa bado, hawajaachana na mkeo hadi leo eh, maana mambo yanaenda fresh. Basi na Mungu awawekee na ampe watoto wenye akili za Simba, Simba. Sasa Mungu alivyoumba, mji ukiwa mjinga mwenyewe duniani unachagua Yanga, alizaliwa mjinga tu, hamna club nyingine unachagua wewe kwenda Yanga hata kama umesoma kiasi gani nazungumza uelewa wangu, jamani, sigusi mtu atakayeumia hali yake, hicho ndo ninachokifahamu mimi kwa kwa mediari. Mungu amjalie sana, ni msemaji atotokea katika nchi hii. Ngoja nikupe mfano wa mwisho ili tufunge kipindi tufanye kazi na watu wengine. Iko hivi, Manara alikuzwa na Simba baada ya kuwa bingwa. Nitakwambia Manara, wakati yuko mtu mmoja pale alikuwa anaitwa Malinzi TFF. Wakati ule msemaji wa Yanga, jerimulo leo sijui mkuu wa wilaya sijajua, na vyo vyao wanao. Manara aliwahi kuchukua TV anatembea nayo, anaenda kulalamika TFF, na yani, na kama kama kaamshwa jana yaani atakupa dakika tano tuza kujibu. Kwa hiyo kama ni siku yake ya kuzaliwa, naamini atakuwa akafunga ni ustadhi vile basi, Mungu amzidishie.